Mweshimua Spika, kwa upande wa jeshi la polisi tumeendelea kuliimarishwa kwa kuboresha mazingira ya kazi na kuongeza miundombinu ambapo vituo vya polisi 472 vimejengwa hadi ngazi ya kata na shehia. Halikadhalika, halikadhalika tumeboresha makazi ya askari na kununua vitendea kazi ikiwemo magari na pikipiki kwa ajili ya kazi za utawala na operesheni. Aidha, askari wapya kumi na sita elfu wameajiriwa huku maofisa wakaguzi na askari elfu kumi mia tatu sitini na tatu wakipandishwa vyeo. Natoa pongezi, pongezi nyingi kwa jeshi la polisi kwa kazi kubwa na nzuri wanayoifanya. Hatuna budi kutambua kwamba uhalifu unaozuiliwa kwa jitihada za jeshi la polisi ni mkubwa kuliko unaofanyika. Kasi ya kuwabaini na kuwakamata wahalifu na kuwafikisha mahakamani imeongezeka. Jambo ambalo bado hatujafanikiwa vya kutosha ni ajali za barabarani. Lazima nazo tuendelee kuzitafutia mwarobaini wake. Aidha, nalielekeza jeshi la polisi kuongeza jitihada katika kukomesha matukio ya watu kupotea.